lakini tuombe Mungu madamu anasali inshallah, sala itamzuia hivi. Kama nimesema hadithi hapa, mtume sasa watu mshtaki kijana mmoja wa Madina anaiba, mtume anasema sala zake, ibada zake, usifanye dhambi. Sio zina tu, kula riba, kufitisha watu, kusema uongo, kumsengenya watu unasambaza propaganda ambayo sio kweli, wote ni dhambi. Kucheza na kamari, kunywa pombe, wote ni dhambi. Sala zako sahihi, madam sharti imekamilika. Lakini jambo jingine hapa na huenda Allah, subhanahu kama utaendelea na hivi sala zako hakubali, lakini mwanzo sala ni sahihi, haihusiani si mara nzuri mara kadhalika, sema hivi kama mtu anasali anafunga hana dhambi, basi malaika shekhe